Wakati ambao bunge za kaunti zinaendelea kushuhudia migogoro ya uongozi, bunge la hivi sasa likiwa la kaunti ya Taita Taveta, ambapo wawakilishi wadi wanne waliibua madai ya kuhusisha bunge hilo na ufisadi pamoja na uongozi mbaya, madai ambayo yamepingwa vikali na kaimu spika wa bunge hilo, Anselim Mwadime. hili bunge si la mtu, kwa hivyo kila mtu lazima awe mjumbe awe mfanyikazi wa bunge, lazima aishi katika maadili na sheria jinsi inavyotakikana. And there is nobody who is above the law here. Najua mitandao imeandikwa mingi tu, kumeandikwa mambo mengi kule nje kuhusiana na matamshi hawa ndugu zetu. Nawaomba ndugu zangu Wataita Taveta, kokote mlipo katika kaunti hii na hata nje, tafadhali futeni yale yaliyosemwa si ya kweli. Mwadime, akidokeza kuwa bunge hilo la kaunti litawachukulia hatua za kinidhamu walioeneza madai yale kulingana na kanuni za bunge hilo. Ndiyo, upo uhuru wa kujieleza Kenya hii katika katiba na vilevile vile katika County Assemblies, Powers and Privileges Act, 2017. ukisoma Section 8 inaeleza huo uhuru the extent huo uhuru unatumika mpaka wapi, unatumika vipi. Sisi kama bunge tumesema tutaifuatilia sheria mpaka mwisho. Wakati hayo ya kijiri katika bunge la kaunti ya Nyamira, kumeshuhudiwa migogoro ya uongozi, sasa wawakilishi wadi kadhaa wakijitokeza na kuwarai wenzao kurejesha amani na no uwiano bungeni ili kuwatumikia wakazi wa kaunti hiyo ya Nyamira. We want to ask all other leaders from my colleague leaders that now let's move and move with a lot of speed to ensure that our people benefit and we recover all the losses Yeah. Yes. Ombi hili likijia baada ya mahakama ya Bomet kutoa uamuzi kuwa Speaker Enoch Okero aliondolewa kwa njia halali. Viongozi hawa wakidokeza kuwa sasa wakati wa kupigana umepitwa na wakati na muda wa kuwatumikia wakazi wa Nyamira umewadia. Kwa katika mahakama ya Bomet imeamuliwa na imesemekana ya kwamba sisi ndio halali ambao tuko katika majengo hii ya bunge na yale yote ambayo yalifanywa katika bunge masinani ni guzi na yote yametupiliwa mbali. Kwa hivyo, kwa siku ya leo, tunawakalipisa wale wote ambao walitoroka nyumba yao wakaenda kufanya vikao nje. Tumewakalipisa waje hapa tufanyie watu wa Nyamira kazi. Meri Kialo, Undugu TV.